wateja namba zao ni kama jinsi zinavyoonekana katika video hii. Kwa hiyo angalia video hii kwa makini. Hizi ni namba za huduma kwa wateja wa NECTA. Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Baraza la Mitihani la Tanzania. Namba za huduma kwa wateja, kuna namba mbili kama zinavyoonekana katika video hii. Kwa kama una tatizo au unahitaji kuwasiliana na NECTA, tafadhali piga namba hizo hapo zinazoonekana katika video hii. Hizi ni namba official, namba za huduma kwa wateja kupitia NECTA. Asante na karibu.